Yupi ambaye alikuwa amezidi kupiga kelele? Mm. Hmm. Sikwaje ni kubwa sana au nyembapa, lakini zina mvuto. Eh. Okay. Akawaida vile ambapo napiga kelele jamaa ile alikuwa anakamia kwa namna uh, hmm. na eh. kwa... <laughs> kwa namna ya zile kelele alikuwa anakamia sio poa, hapana, sikuta mara maana kile ni kama kifo. Sasa anasikia mtu aabasi inakuwa hatari. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> vipi kesho yake asubuhi? Kesho ah, mi kweli kua natoka asubuhi sana naenda kazini mm. E, kwa naamka asubuhi sana natoka zangu naenda kazini kwao mm. mara nyingi tukaa tuonani asubuhi sana, labda ile mchana mm. jioni nikirudi kutoka kazini ndo tukaa tunaonana nikiwa nikumagana nikikumbuka mm. nacheka tu wenyewe ndani. Hapana, nikoga, sijawahi kuwa na mazoea naikivili